Kwa majina anaitwa mhandisi Lilian Materu, ni mratibu wa karakana ya Sido Kilimanjaro. Sido ni shirika ambalo lilianzishwa rasmi na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano kupitia wazo la hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lengo likiwa ni kuendeleza viwanda hapa nchini. Hichi kitengo cha karakana Sido ni nini basi? Karakana ni kitengo ambacho kipo chini ya shirika la maendeleo ya viwanda vidogo kikiwa na lengo kubwa la kutatua mahitaji ya teknolojia mbalimbali kwa wananchi. Lengo likiwa ni kuanzisha viwanda vipya lakini kusaidia hata ambavyo vipo kwa njia ya teknolojia mbalimbali, kutengeneza mashine, ushauri wa kiufundi lakini pia vipuli mbalimbali mbali ambavyo vinaweza kumsaidia mwananchi au mjasiriamali katika kukuza shughuli zake za kila siku. Kwa nini serikali iliamua kuanzisha hii karakana? Tulionekana kwamba SIDO au shirika la maendeleo ya kuhudumia viwanda vidogo inaweza ikawa na kitengo cha karakana kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali mbali za upatikanaji wa teknolojia hapa nchini na haswa kwenye kulenga viwanda vidogo kabisa, vidogo vya kati, na mpaka vikubwa, kwa ajili ya ushauri, lakini kwa ajili ya kupatikana mashine ndogo ndogo ambazo zinaweza zikamsaidia mwananchi wa kawaida kuanzisha biashara au kuwa na mashine kwenye mazingira yanayo nyumbani kuweza kutengeneza bidhaa, kuchakata mazao mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza uchumi hapa nchini. Na sisi kama karakana tumeweza kupata mafanikio kwa kiasi tangu ambavyo tumeanza na sasa hivi tunavyoendelea kukua kila mara. Kwa mfano, kwa mwezi tunaweza tukazalisha mashine tano mpaka kumi ambazo zimelenga bidhaa kwa upande wa mazao, bidhaa kwa upande wa ujenzi, mifugo vyakula vya wanyama vya samaki, lengo tu kuhakikisha katika kila sekta au kila mwananchi ambao ana uhitaji wa kupata kitu fulani, basi SIDO kupitia karakana ina uwezo wa kumsaidia kutatua changamoto hizo, na tumeweza kusaidia kwa kweli na kupata mafanikio kwa kiwango. Kwa mfano kwa mwaka wa fedha ulioisha 2023 24 tumeweza kuzalisha mashine na vipuri kama 382 lakini tumeweza kuwawezesha wajasiriamali na wananchi kwenye maeneo mbalimbali yaliyopo mjini na vijijini kujiajiri wenyewe. Tumeweza kuzalisha ajira zipatazo tisini na mbili, lakini pia tumeweza kusaidia viwanda 25 kwenye kuanzisha, lakini pia kuvishauri kuboresha ili viweze kufanya vizuri zaidi. Lakini kama sido pia tuko tuna mashirikiano na wenzetu wa TBS. Kwa hiyo kuna viwanda vinakuja vinaanzia kwetu vinataka vipate nembo ya ubora ili waweze kuuza vizuri bidhaa zao. Kwa kupitia mashirikiano na TBS, tumewashauri layout ya kiwanda inatakiwa iweje, mashine gani yatumie. Yote hii katika kufanikisha dhana nzima ya teknolojia na kukuza uchumi wa viwanda hapa nchini. Hayo ni baadhi ya mafanikio tu, lakini yapo mengi, na kwa bidhaa hasa tunazozalisha kwa upande wa mazao awa ya, ya chakula tuna bidhaa za mashine za kusaga na kukoboa nafaka kama mahindi. Lakini kwa wale wenzetu ambao wana uhitaji wa, wa, wa kuwekeza kwenye sekta ya mazao ya karanga, tuna mashine ya kumenya karanga kuanzia shambani kuzisaga, lakini kutengeneza siagi ya karanga tunaita peanut butter. tuna mashine za kuzalisha chaki, matofali ya aina yote ya udongo, ya sementi tuna mashine za kuchanganya vyakula vya mifugo na kusaga, lakini wale wenye mabwawa ambao wanahitaji wazalisha au wapaki vyakula vya samaki, tunazo pelleti mashine na bidhaa nyingi za ufundi, lakini tunatoa ushauri.